Lakini Debra Fernandez, Mavambo naye ee, na anatupa burudani. Shabalala Ball Dancer naye vilevile aa, burudani burudani halikadhalika. Kwa hiyo burudani kwa ngoma unapata pasi, pasi ambayo imenyooka kama barabara ya Tunduma Sumbawanga, yaani ya moja kwa moja. Haina un... kona wala matuta, kwa hiyo pasi unapata hiyo kwa... timu yetu imegawanyika ime, ime inategemea unataka nini kwa nani lakini kila kitu ndani ya Simba unakipata kwa ukamilifu sana. Uh, tushukuru sana uh, KMC kwa maana ya uongozi wa timu ya KMC, kanuni na waruhusu ya kuhamisha mchezo kutoka katika uwanja mmoja kwenda katika uwanja mwingine. Hata sisi mwaka jana tuliwahamisha KMC, kama mnakumbuka, tuliwatoa hapa tukawapeleka Arusha kwenye mechi uh, na wao kanuni inawalinda kwa hiyo wakatumia kanuni hiyo vizuri wakahamisha mechi yao kwenda Tabora. Lakini ukweli ni kwamba e, tarehe kumi na moja na logistics za Simba kusafiri kurejea na kuanza safari ya kwenda Moroko ilikuwa imekaa ngumu kidogo. E, tukawaomba KMC, na hapa iweleweke very clear, wala hatukuzungumza na board ya ligi. Tumezungumza na KMC ambaye mwenye haki na mchezo huu wa kuhamisha uende ukachezewe wapi ndani ya Tanzania hii, kwao tukamuomba KMC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 kilungulia kiungulia ambao dawa yake ni mbili, ulambe majivu au magnesium Amin. Sasa unajitesa bila sababu ya msingi, kwa hiyo huna namna zaidi ya, ya kufurahia mafanikio ya Simba Sports Club. sisi ndio tumeshaingia fainali, sijui umeelewa eh? na <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo <Anakanyala. laughs> <Uwe nitawa, andeshi. laughs> KMC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 Mara nyingi sana e, timu ambayo inacheza mchezo wake wa kwanza, wewe utasikia tu e, ushasikia watu wanasema, au ah, walikuwa wamtaki kocha ah, au kocha alikuwa anawachelewesha. Mara nyingi kuna mzuka huo unaongezekaga pale baada ya mwalimu kuondoka. Najua umeuliza swali hilo, ili ni, ku, ni kujibu na wewe Rama, utakwenda kwenye ndege yetu <laughs>